bidha zako mbalimbali ambazo mba unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na simu namba 9, 6, 9, 9. Gazeti ya habari leo katika ukurasa wake wa mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni uwekezaji waukoa bilioni tano bandari da mapato afikia nukta tano, gharama za usafirishaji za pungua. Habari ni katika ukurasa wa nne. Macho masikio kwa mwiguru bungeni leo bunge la shauri sheria ya ubia kuratibu miradi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hile. Kampeni ya Samia yatoa gerezani mahabusu elfu sita mia tisa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Wahitimu elfu tatu mia tano arobaini kupata ajira chanjo ya mifugo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Gazeti limeandika mwanafunzi Tabura Girls ajifungue chooni arasi awaka. Habari katika ukurasa wa kumi na nane mfumo wa kugharamia elimu ya juu kupitiwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Samia alikuwa Komoro, Msumbiji kuanza ziara Simiu, Mwanza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika serikali yaanza uchimbaji visima elfu sitini na saba habari, picha ikionyesha mafundi wakichimba visima vya mradi wa umwagiliaji unaotekelezwa na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji NIRC katika mradi wa kilimo wa jenga kesho iliyo bora BBT Chinangali mkoa mkoani Dodoma juzi. Habari kamili ni katika ukurasa wa saba wa gazeti hili, na hivi ndivyo mbavo limedeka gazeti habari leo, kiji la habari Tanzania, pamoja na gazeti habari leo mikononi mwangu. Nalo gazeti mwananchi leo, habari leo iliyopewa kipaumbele ni utekelezaji amri ya mahakama, CHADEMA njia panda, waanza utekelezaji bila kujua mawanda ya amri yenyewe huku wadau wakiona ugumu katika utekelezaji. Msajili yaelekeza njia ya kupita. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Habari picha inaonyesha ofisi za CHADEMA kanda ya Serengeti na mashariki zikiwa kimya jana baada ya uongozi wake kutangaza kusitisha shughuli zake kutii agizo la mahakama. Gazeti limeandika matakwa ya Watanzania, bajeti mpya macho na masikio ya Tanzania yapo jijini Dodoma na Zanzibar ambako bajeti ya serikali zinasomwa leo. Hata hivyo, wakati Mwigulu Mchemba Dr Saada Mkuya wakisoma bajeti hizo, wa Tanzania wameweka matarajio kwenye maeneo kadhaa ambayo wanaamini yakipewa kipaumbele yatajibu kiu yao. Miundombinu wa Tanzania wanataka miradi yote ya ujenzi wa miundombinu hasa barabara, madaraja ikamilike kwa wakati ili kupunguza makali ya gharama za maisha. Uhaba wa ajira. Changamoto ya ajira kwa vijana na wasomi nchini imezidi kutikisa. Matarajio ni mikakati ya ujenzi wa vyuo vya kati, mafunzo ya amali kuongezeka. Ukusanyaji kodi. Wananchi Zanzibar wanataka wigo wa kodi upanuliwe na suala la misamaha ya kodi isiwahusu wa wafanyabiashara wakubwa pekee, wadogo pia waangaliwe habari hii ni katika ukurasa wa kumi na nne pamoja na ukurasa wa kumi na tano. Simulizi janga la ajali mbaya Mlima Iwambi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita wa gazeti hili. Shehe Ponda afichwa siri huingia miguu miwili act, haya ni mahojiano maalum katika ukurasa wa tano. Licha ya kueleza sababu za kuchagua chama hicho, ameweka wazi uhusiano wa dini, siasa, jinsi viongozi wa kidini wanavyoshiriki kwenye siasa tangu wakati wa kupigania uhuru. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa tano. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni maono ya Rais Samia yazidi kuipaisha TIC, yasema mafanikio yanayoshuhudiwa sekta ya uwekezaji ni matokeo ya uongozi wake. Wawekezaji wamiminika, miezi mitano miradi 372 yasajiliwa. Habari kamili ni katika ukurasa wa nne. Bilioni tatu za umwagiliaji kunufaisha wakulima elfu nne mia tisa skimu ya Nkotamo. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Kombo aongoza ujumbe wa Tanzania kikao cha kutekeleza maazimio ya FOCUS. Habari katika ukurasa wa nne. Chatanda achafua hali ya hewa ubunge Mkuranga. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Kauli ya mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, na mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Wanawake Tanzania UWT, Meli Chatanda kuambia wananchi wa Mkuranga kuwa mbunge wa jimbo hilo Dr. Abdalla Ulega anatosha, imeibua sintofahamu ndani ya taarifa hii, katika ukurasa wa nne. RC Chongolo atoa maelekezo kwa wakuu wa idara Songwe, habari katika ukurasa wa tatu. Tanzania, China kuongeza nguvu katika diplomasia ya uchumi, habari katika ukurasa wa tatu. Iran yadai Marekani ya hujumu mazungumzo ya nyuklia, habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Wasira mitano tena ni kwa Samia tu, wengine wasubiri mchujo wa habari katika ukurasa wa kumi na moja, na hivi ndivyo ambavyo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 bawapependalo gazeti Nipashe mwanga jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kampeni zimeanza, chauma yatamba, watashinda kwa kishindo. Wasira awaomba wananchi kupigia kura CCM Oktoba. Kanuni za INEC zaelekeza habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. nuguolondika kwenye ukurasa so wa mbele wa gazeti hili ni ya Salum mwalimu ikisema, akili kubwa, hekima, busara na utulivu vinahitajika kwenye nyakati ngumu, sio papara, sio maneno. Na ndiyo maana mwenyekiti wangu amesema katika katika kiungo cha kuogopa kuliko vyote ni ulimi zi limeandika vigingi vitano Chadema 2025 chama hicho kikuu cha upinzani nchini kiko katika wakati mgumu kutokana na vikwazo mbalimbali mbali, tangu kuingia kwa uongozi mpya chini ya Lissu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tano. Kanuni mpya bungeni, uadilifu wa mavazi, matumizi yasiyo sahihi ya bendera vyaangaziwa, habari kwenye ukurasa wa tatu. Dereva bajaji jela miaka thelathini kumweka kinyumba mwanafunzi habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Rais Samia kufanya ziara siku saba ya Simiyu na Mwanza, habari katika ukurasa wa kumi na nane. Kukosekana kanzi data kwa kwanza utoaji wa huduma kwa wazee, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Na hivi so ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga Jamii. Pata nakala yako, soma kwa ndani zaidi. Nalo gazeti Mwanahalisi lenye habari iliopewa kipaumbele Alhamisi ya leo ni Chadema shida Mikakati ya maswahiba wa Mboya yazidi kuvuja, upepo wake wazidi kutesa vigogo nchini. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mikakati ya baadhi ya washirika wa karibu wa Freeman Mboya kutaka kukidhofisha chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA imezidi kujanika, Mwanahalisi limeelezwa habari. Picha inamwonyesha Tundu Lisu, Said Mohamed Salum Mwalimu pamoja na Freeman Mboya bila kumsahau Maulida Komu. Mwanahalisi limeandika askofu kwa jima aunganishe nchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita wa gazeti hili. Hii ni bajeti ya uchaguzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili. Mzigo wa deni la taifa huenda ukaisababishia serikali kushindwa kutekeleza kikamilifu bajeti ijayo ya maendeleo. Mwanahalisi limeelezwa undani wa taarifa hii katika ukurasa wa nane, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Zanziba liokwa ukweli na wazi ninalo mikononi mwangu lenye habari iliopewa kipaumbeleni Dok Mwinyi, mikakati kukifungua kisiwa cha Pemba inaendelea asema ujenzi wa mbinu wa moto habari endewa kwenye ukurasa wa pili. Ziara za D Mwinyi ni zaleta manufaa habari katika ukurasa wa tatu. Ahimiza umoja mshikamano ndani ya CCM habari katika ukurasa wa pili. Wizara ya habari kuja na mabadiliko ya teknolojia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Mvutano wasababisha kuchelewa kuwasili mwili wa Lungu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi. Pata nakala yako, soma kwa ndani zaidi. Gazeti Uhuru, kweli daima, ninalo mikononi mwangu, lenyewe limeandika matumaini kibao, bajeti elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na sita macho na masikio kwa waziri wa fedha kiasi cha shilingi trilioni 57.04 kutumika. Nyongeza hiyo ya bajeti imelenga kutekeleza miradi ya sekta ya elimu, afya na utalii. Habari katika ukurasa wa pili, gazeti hii limeandika afya: serikali imejenga idadi kubwa ya zahanati, vituo vya afya, hospitali. Lengo ni kusogeza karibu huduma kwa wananchi. Kilimo: mwaka 2025/2026 serikali kutoa huduma za zana za kilimo wakulima watapewa kwa bei ya ruzuku. Bwawa la Nyerere. Mradi wa bwawa la umeme la Julius Nyerere JNHPP umefikia asilimia 99.8, megawati 2115 zitazalishwa. Elimu. Hadi kufikia Mei 2 mwaka 2025, wanafunzi 8438 wastashahada shahada wamepata mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 22. Treni ya SGR zaidi ya abiria milioni mbili nukta tatu wamesafiri kwa treni ya SGR tangu usafiri huu ulipoanza elfu mbili na ishirini na nne. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili gazeti hili limeandika kuna umuhimu kwa ushiriki wa uchaguzi mkuu Oktoba, habari katika ukurasa wa nane. TMA yatoa tahadhari wanaosafiri majini, habari katika ukurasa wa kumi na sita. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, TMA imetoa tahadhari kwa utumiaji wa usafiri wa majini kutokana na ukubwa wa mawimbi katika kipindi hiki cha upepo. Rais Dr Mwinyi aeleza Pemba inavyofunguka, habari katika ukurasa wa tatu. Wasomi wa chumi hupongeza mashirika utoaji gawio serikalini, habari katika ukurasa wa tatu. Ujerumani, Ufaransa, Italia na Uingereza vinara utalii Zanzibar, habari katika ukurasa wa kumi. Wasira mitano tena ni kwa Rais Samia, wengine wasubiri, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, Ukweli Daima. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi wangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni klabu zairuka Yanga, mvutano wa sakata la fedha za ubingwa wa kombe la FA, fedha anazopewa ushindi ni milioni hamsini. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili limeandika Simba wacho binafsi kwenye hili ni wazi kwamba wakuwa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi kamati ya saa sabini na mbili ilitangaza kuahirisha mechi kabla ya muda wa kuanza mchezo ilifuta uwezekano wa simba kuadhibiwa kama isingepeleka. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa kumi wa gazeti hili. TZ prisons mbeya si mchezo. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili imeandika uamuzi wa kushtua kamara simba fagio kubwa la kushtua linaweza likapita kwa wanafainali wa kombe la shirikisho Afrika Simba kama kamati yenye dhamana ya kusajili itaendelea kushikilia msimamo inaouamini kwa ajili ya kuisuka timu hiyo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Mwanaspoti limeandika Chelsea yaacha vifaa kombe la dunia klabu hiyo, imepiga chini mastaa wenye thamani ya paundi milioni mia moja hamsini katika kikosi chake mechi tatu zijazo ni Chelsea dhidi ya Lyon Juni kumi na sita Flamingo na Chelsea Juni ishirini Juni ishirini na tano ni Esperance de Tunis na Chelsea. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa kumi na nne Don Roma aishtua mabosi Old Trafford, habari katika ukurasa wa kumi na tano wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Algeria, leo Alhamisi, ni Constantine dhidi ya Blues, mchezo apigwa saa tano usiku na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani, mikononi mwangu ndilo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenyewe limeandika Yanga yawaita TRA, polisi, mgogoro TFF. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Stars Yanga kosafa kwa ushindi. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Daiva Stars imemaliza kwa ushindi wa mbao mawili kwa moja dhidi ya Eswatini kwenye michuano ya soka ukanda wa kusini mwa Afrika kusafa uwanja wa Toyota Afrika Kusini. Gazeti hili limeandika ZIF kurejesha muziki, filamu sabini kuoneshwa. Tamasha la kimataifa la filamu la Zanzibar ZIF linalojulikana pia kama tamasha la nchi za majahazi linakuja na mabadiliko makubwa, huku huku wakirejesha muziki. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Bilinase wapa somo chepukizi, habari katika ukurasa wa ishirini na moja na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani, na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani Tv. Asante na kwaheri kwa sasa.